Rasmi, kwa heshima kubwa sana nichukue fursa hii kukaribisha rasmi Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Mbeya na katika ufunguzi wa mafunzo maalum ya awamu ya saba. Mheshimiwa mgeni rasmi, haya mafunzo tu, ndio tu, ni sehemu kubwa sana katika sheria yetu kwamba tutoe mafunzo kwa umma. Na sasa tuko kwenye cohort ya saba yaani mafunzo ya, ya awamu ya saba ambayo tuliona vyema kuja tufanye huku nyanda za juu kusini. Uwepo wako hapa ni ishara ya, ya, ya wazi ya dhamira ya uongozi wa serikali ya awamu ya sita katika kusimamia ulinzi wa faraga wa taarifa binafsi kama msingi wa uaminifu katika utoaji wa huduma na maendeleo ya uchumi wa kidigitali waga, tunasema uh, uchumi wa kidigitali cornerstone yake ni trust. Mheshimiwa mgeni rasmi, mafunzo haya yameandaliwa mahususi kwa taasisi za umma na binafsi katika kanda hii ya nyanda za juu kusini kwa lengo la kuimarisha uwezo wa kitaasisi katika utekelezaji wa sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi, sheria sura ya 44, ambapo lengo, lengo kuu ni kuhakikisha kuwa ukusanyaji, uchakataji, uhifadhi na matumizi ya taarifa binafsi vinakuwa katika kuzingatia kikamilifu matakwa ya sheria. Si sheria peke yake, sheria tuna kanuni na viwango vya kitaaluma vinavyo vinavyolinda uh, haki ya faragha za wananchi. Kupitia mafunzo haya, tume inatarajia kuona mabadiliko ya vitendo katika taasisi zinazo eh, zitakazoshiriki. Tunatarajia kuimarisha kuimarika kwa mifumo ya udhibiti wa taarifa binafsi, kuongezeka kwa uwajibikaji wa taasisi na kupungua kwa vitendo vinavyokiuka faraga au kuhatarisha usalama wa taarifa binafsi za wananchi. Haya yote ni sehemu ya mkakati wa serikali ya awamu ya sita, e, wa kujenga uchumi wa kidigitali unaoaminika, salama na unaozingatia misingi ya haki ya utawala, lakini vile vile hii inaendana dira yetu ya 2050 ambayo inajengwa na msingi wa matumizi ya teknolojia ili kuweza kufikia uchumi wa trilioni moja eh, katika miaka hii ambayo tunatekeleza dira hii. Mheshimiwa mgeni rasmi, napenda kutumia eh, fursa hii kukudhibitishia kuwa tume imejipanga kuendelea kutoa mafunzo kwa maafisa wa ulinzi wa, wa taarifa binafsi katika taasisi zote za umma na binafsi nchini. Mafunzo haya ni lazima na yataendelea kufanyika kwa awamu mbalimbali, na sasa tuko kwenye awamu ya saba, bali tutaendelea pia katika kona zote za nchi yetu e, kwa malengo ya kuhakikisha kuwa kila taasisi inayokusanya na kuchakata taarifa binafsi inakuwa na inakuwa na afisa mwenye uelewa wa sheria ya, uh, na uwezo wa kusimamia utekelezaji wake. Haya mafunzo ni ya kujenga uelewa na kuhakikisha kwamba maafisa wa ulinzi wa taarifa binafsi wanakuwa na connection ya moja kwa moja na Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi, lakini pia tayari tumeshatengeneza miundombinu ya kuhakikisha pia tutatengeneza certification ya maafisa wa ulinzi wa taarifa binafsi kwa kushirikiana na Chuo Kikuu Huria cha Tanzania. Sambamba na hilo, tume imeendelea kutekeleza jukumu lake la kisheria la kutoa elimu kwa umma kwa taasisi za umma na binafsi pamoja na wadau mbalimbali. Lengo la elimu hii ni kuwawezesha wananchi kutambua haki zao kuhusu ulinzi wa faragha zao na taarifa zao binafsi. Mheshimiwa mgeni rasmi, nashukuru kwa mafunzo haya kuja Nyanda za Juu Kusini, na mimi naamini tutatumia vizuri mwenye huu kuhakikisha tunatibu changamoto ambazo zimekuwa zikitokea, lakini pia tunazuia zisitokee tena e, kwa sababu e, changamoto zile yana madhara ya, ya kisaikolojia pamoja na madhara ya kushikika kwa hiyo ulinzi wake kila mmoja akiuelewa vizuri na maafisa a ulinzi hawa e, basi tutasaidiana kuhakikisha jamii yetu inakuwa mahali salama, au sehemu tunayofanya kazi inakuwa sehemu salama kwa maisha yetu na kile kinachotarajiwa pale. Lakini la pili tunaambiwa kwamba e, tutapewa ufahamu wa sheria na matumizi yake kwa hiyo nadhani ni componenti mbili lakini zimebeba ujumbe mkubwa sana, na kwa kuwa haya mafunzo hayatakuweko kila siku wala kila mara, eh, wana miezi ishirini toka waanzishwe. Haya ni mafunzo yao ya saba kwa mujibu wa taarifa yao. Sasa ukigawanya hapo, utaona angalau kila labda miezi mitatu ndio wanaweza kutoa mafunzo, na nchi yetu ni kubwa, wameigawanya kwa kanda. Sasa eh, ni vyema tutumie vizuri fursa hii, kwa sababu ni elimu na hujui tarudi lini. Lakini na pili eh, nadhani wataka utaratibu mwingine wa kufanya mafunzo haya ya cost effective, kwa maana ya kwao, angalau kila baada ya muda basi wanakuja mtaalamu mmoja anakaa na maafisa maafisa usalama na ulinzi wa taarifa binafsi. Chicheo kikubwa sana maafisa oye maafisa woye huko mbeleni wanaweza kaja kudai bwana, na sisi tuwe na kitambulisho, na sisi tuwe na uniform jamani. <laughs> <Yawani> tukae <laughs> Lakini ni initiative nzuri e, nadhani kama tulikuwa tuna mazungumzo kabla ya kuanza shughuli hii ni e, vizuri sasa ukaweka pia ka criteria kidogo kwa upatikanaji wa hao watu si mrefu ku mafsini kinaweza kikawa kinagombewa eh. Na sisi watu nyanda za juu kusini tuna sifa mbili, ya kwanza tunamuomba sana Mungu, na ya pili tunajua pia matumizi ya vifaa tiba asilia eh. Kwa hiyo sisi tukafika hatua vikaanza kutumika vyote ili kupata nafasi ya afisa ulinzi wa taarifa binafsi so, hii vitu ni muhimu sana uongo wewe. Mi ni wapongezeni kwa kuaminika na taasisi zenu, na bado ni waombe taasisi nyingine, au niwatake wale ambao bado hawajafanya uteuzi wa maafisa hawa wafanye hivyo ili wajengewe uwezo waweze kutimiza wajibu wao kwa mujibu wa sheria yetu inavyotaka. Mbeya we, haya ni mafunzo na nimekaribishwa kufungua kwa hiyo na, na bahati mbaya katika, katika maelezo yangu sio mada hii e. Kwa hiyo nisingependa niwapotezee muda mimi e, niwatakie mafunzo mema, niendelee kushukuru tume kwa hatua hii. Wakati wowote nyinyi karibuni nyanda hizi, karibuni Mbeya. E, nimewaona maafisa ulinzi na usalama wako imara kabisa, na naamini nitaona matokeo ya haraka sana kutoka nyanda hii kuhakikisha kuhakikisha jamii yetu na taarifa binafsi ina zinakuwa salama. Na nadhani pia kwenye mafunzo haya tutapata tofauti ya eh, taarifa binafsi na siri tuwili tofauti kwao, tutapata eh, tutapata muda mzuri wa kuyajua hayo na kwenda kuyasimamia kwenye taarifa, ulinzi wa taarifa binafsi eh. Wenoki. Asante. Kwa majina naitwa Adeline Kakoko, ni afisa tawala. Aa, kwa sasa kwenye taasisi zetu hizi hasa za umma tunaona tunamiliki taarifa nyingi sana za watumishi. Hasa sisi maafisa tawala na, na utumishi. Kwa hiyo kwa mafunzo haya hapa yatatusaidia sana kujua jinsi ya kuhandle hizi taarifa bila kuathiri sheria yoyote kwa watumishi wetu na jinsi ya kuzilinda taarifa binafsi za watumishi wetu. Jirangu ni, uh, ah, ni pia na jengera ni manashiri kutoka taasisi inaitwa mfuko wa mawasiliano kwa wote au maarufu kama uh, UCSAF. Na leo hii kwa hizi siku tatu kwanzia leo takuepo uh, hapa kushiriki mafunzo yanayotolewa na taasisi ya ulinzi wa taarifa binafsi uh, PDPC, na mafunzo haya ameandaliwa kwa lengo la kutoa uelewa kwa washiriki ama walinzi wa taarifa binafsi kutoka taasisi mbali mbalimbali kuweza kupata uelewa wa kisheria kuhusiana na majukumu yao katika taasisi zao na mambo ambayo taasisi zinapaswa kufanya ili kuweza kufanya mambo bila kukiuka sheria ambayo imewekwa kwa ajili ya kulinda taarifa binafsi. Kwa majina naitwa Josephine Malanga, natokea kampuni inaitwa Sumitomo Mitsui Construction Company. Uh, katika mafunzo haya binafsi nina vingi ambavyo naamini vitanifaa binafsi na pia kwa ajili ya kampuni na hata kwa ajili ya watu wengine katika kuwaelimisha kuwae, namna ya kutunza siri ama taarifa za watu binafsi. Mfano naweza nikatolea, uh, kwa kampuni yangu mimi tunafanya kazi na watu mbalimbali, vibarua, masuppliers ambao wanatupatia taarifa zao na sisi tunawapatia taarifa zetu, kwa hiyo kwa namna moja au nyingine ita huweza kusaidia sisi kama kampuni na mimi kama mfanyakazi nikiwa binafsi, najizungumzia katika kujua namna ya kutunza taarifa hizo ambazo tunakuwa tunashare na wale ambao tunafanya nao kazi.